Hii leo katika uchambuzi wa soka tunaangazia mchuano wa Super Cup kati ya vigogo wa ligi ya Italia, Juventus na Napoli watakaochuana hapo kesho. Hassan Jumaa na uchambuzi huo kwa kina. E, tuende katika ligi ya Italia kidogo maanake tumeangazia e, e, e, e, ligi la Uingereza sana. Juventus na Napoli. Je, mchuano huu ukiangalia usiwe kwa sababu Juventus kwa sasa kwa katika kileleni katika jedwali la ligi ya Serie A kwa didi ya Napoli pengine ni mambo itakuwa ni nywe nywee, ataa apo, Juventus na Napoli itakuwa mchuano mgumu, hautakuwa rahisi itakuwa umgumu. mm -hmm. mm -hmm. Uh, itakuwa ni, ni vibaya sana tukisema ni ya kwamba kwa sababu wako kileleni kwenye jedwali mm -hmm. ya ligi la Italia uh, itakuwa ni makosa tukisema hivyo kwa sababu mm -hmm hata ukiangalia zile mechi wameshinda hapo awali mm, hawajakuwa wakishinda kwa mabao mengi. Ushinda wakishinda wamekuwa wakishinda bao moja mm, kwa nunge bao mawili kwa moja, mabao bao mawili kwa nunge mm, kwa hivyo itakuwa mechi ngumu sana mm. Rafa Benitez, ni yapi anafaa kutilia manani hususan kwa sababu ukiangalia ngome ya, ya Juventus mm. kuna Andrea Pirlo mm -hmm. kuna Pogba pale mm -hmm. kuna Tevez mm -hmm. kisha ngome ya nyuma kule mlinzi mzuri sana u... Buffon. Buffon mzuri sana no. Ukiangalia wachezaji wa mm -hmm. ni wachezaji wa hadhi kubwa sana, ni yapi ambao ambayo anafaa kutilia maana na angalau kutoa uchini katika mchuano? Kwanza kitu cha maana ni ya kwamba uh, asifungwe mapema mm -hmm. kwa sababu akifungwa mapema inamaanisha kwamba lazima at at atapanua mfumo wake ili aweze kushambulia apate bao kwa sababu hii ni mechi moja tu ya league cup ya finali. Kwa sababu hapa tuwezi sema ati yatafute kama ni draw, ama, ama aseme kwamba hizi point za sema ni a a hii ni mechi ya kwamba a, yule ambaye anaingia uwanjani anafaa kuambia kwamba hii ni mechi ambayo inafaa tushinde. Kwa hivyo ah, ule mfumo Rafa Benitez anafaa kutumia kwenye mechi kama hii ni mfumo ambao utasaidia mabeki wake waweze Kutofungwa mapema mm -hmm. Waweze kusaidia wale wachezaji wakati ndio mm -hmm. ili wacheze, kuna, kuna ule mfumo unaitwa counter attack mm -hmm. mm -hmm. E, ubashiri wako mchuano huu ukiuangalia, tathmini yako unahisi kama mchuano huu utaegemea nani na mabao mangapi? Nafikiria Juventus watakuwa washindi kwa mabao mawili kwa moja. Mm, ni kauli ya mwenzangu Harold Ndege anasema kwamba Juventus zitashinda mchuano huu dhidi ya Napoli mabao mawili kwa moja. Je, kauli yako nipi? Sema nasi, tuma ujumbe mfupi SMS game 79079 ama uende kwa e, www.sportpesa.com utueleze nani atakayeshinda na ubashiri wako, pengine uende kwa kutilia kibindoni pesa kadhaa.